Karibuni tena katika kipindi chetu cha kuwa na furaha, everyday happiness, kipindi chetu cha leo. Bila kuchelewa, tutaanza na usomaji wa Biblia, ili tuweze kusoma mfano ambao Yesu aliwatolea Wayahudi wakati huo, mfano huu tuweze kujadili na kuona unaweza kutusaidia nini wakati huu na wakati ujao. Zumuni letu ni, ni kwamba kila siku tuwe na furaha. Tutasoma katika kitabu cha Matayo sura ya kumi na tatu kuanzia mstari wa kwanza, alafu tutarudilia mstari wa thelathini. So nawaalika nyinyi wote tuanze usomaji huu ili tuweze kujadili na kuona ni kipi ambacho kila mtu wote, wakati wa leo, ambapo kuna matatizo chungu nzima, tuone inaweza kukatufunulia nini la kutupatia motisha, ili tuendelee kila siku kupata furaha katika wakati wa leo na pia tukiendelea kumwabudu Mungu wa ukweli kwa sababu li ndiye aliyetuumba na kutupatia uzima. Isitoshe, yeye alitaka tuendelee kuwa na furaha kila siku. Twanze kuanzia kwa mstari wa kwanza. Unasema Yesu akaanza mfano huo akizungumza kwamba, siku hiyo Yesu akatoka ndani ya nyumba na uketi kando ya bahari na umati mkubwa sana ukakusanyika karibu naye, hivi kwamba akapanda ndani ya mashua na kuketi, na umati wote ulikuwa umesimama ufuani. Ndipo akawaambia mambo mengi kwa kutumia mifano, akisema, tazama, mpandaji alienda kupanda mbegu Alipokuwa akipanda mbegu, fulani zikaanguka kando ya barabara, ndege wakaja na kuzira. Nyingine zikaanguka kwenye miamba, kwenye miamba mahali pasipo na udongo mwingi, na mara moja zikachipuka kwa sababu udongo haukuwa na kina, lakini jua lilipochomoza ziliungua na kunyauka, kwa sababu hazikuwa na mizizi. Nyingine zikaanguka kwenye miiba nayo, na miiba ikakuwa na kuzisonga mbegu nyingine zikaanguka kwenye udongo mzuri nazo zikaanza kuzaa matunda, nyingine mara mia zaidi, nyingine sitini na nyingine thelathini. Aliye na masikio na asikilize. So kabla ya mfano huu, basi isitoshe Wanafunzi wakaja na kumuuliza. Kumbuka, alikuwa na wanafunzi kumi na mbili, alikuwa wakitembea nao kila wakati. Wakamuuliza, kwa nini unazungumza nao kwa kutumia mifano? Yesu bila kukawia akawajibu: Nyinyi mmepewa uwezo wa kuzielewa siri takatifu za ufalme wa mbinguni lakini wao hawajapewa. Kwa maana yeyote aliye na kitu ataongezewa naye atazidishiwa. Lakini yeyote asiye na kitu hata kile alicho nacho kitachukuliwa. Ndipo maana zinazungumza nao, ndio maana ninazungumza nao kwa kutumia mifano, kwa sababu wanatazama lakini hawaoni, wanasikiliza lakini hawasikii, wala hawaelewi. Na unabii wa Isaya unatimia kwao, unaosema kwa kweli mtasikia lakini hamtaelewa, nanyi kwa kweli mtatazama lakini hamtaona. Kwa maana mioyo ya watu hawa imekuwa migumu, nao wamesikia kwa masikio yao bila kuitikia nao wamefunga macho yao ili wasione kamwe kwa macho yao na kusikia kwa masikio yao na kuelewa kwa mioyo yao, kisha wageuke nami ni waponye. So huu ni mfano ambao alikuwa akiwaeleza wanafunzi wake, na huku akiwa amesikitika amesikitikia wale ambao wamojawao wa Wayahudi. Alivyoendelea, hata hivyo, macho yenu ni yenye furaha kwa sababu yanaona, ya masikio yenu kwa sababu yanasikia. Kwa kweli, ninawaambia manabii wengi na watu waadilifu walitamani kuona mambo mnayoona, lakini hawakuyaona na kusikia mambo munayosikia, lakini hawakuyasikia. So tunaendelea kulingana na mstari wa kumi na nane unaendelea una, unasema kwamba Sikilizeni basi maana ya mfano wa yule mtu aliyepanda mbegu. Mtu yeyote anaposikia neno la ufalme lakini halielewi, yule mwovu huja na kunyakua kilichopandwa moyoni mwake. Hiyo ndiyo mbegu iliyopandwa kando ya barabara. Mstari wa ishirini, na mbegu iliyopandwa kwenye miamba ni yule anayelisikia neno na kulipokea mara moja kwa shangwe, lakini hana mizizi ndani yake, bali anaendelea kwa wakati fulani. Hata hivyo, dhidi au mateso yakitokea kwa sababu ya lile neno mara moja anakwadhika. ishirini na mbili. Na mbegu iliyopandwa kwenye miiba ni yule anayesikia neno, lakini mahangaiko ya mfumo huu wa mambo na nguvu za udanganyifu za utajiri lisonga neno nalo halizai matunda. ishirini na tatu na mbegu iliyopandwa kwenye udongo mzuri ni wale wanaosikia neno na kulielewa, ambao kwa kweli huzaa matunda, mmoja huzaa mara mia zaidi, mwingine sitini na mwingine thelathini. Akawatolea mfano mwingine akisema kwamba ufalme wa mbinguni ni kama mtu aliyepanda mbegu nzuri katika shamba lake. So tukirudiria tuku katika huo mstari wa ishirini na tatu, hapa tumeona kwamba Yesu Kristo alionyesha vile ambavyo leo watu wengi wanavokosea kosea kutokutekeleza neno la Mungu, kwa sababu penda usipende, binadamu wote duniani anapaswa kuongozwa na neno la Mungu, kiasi kwamba neno la Mungu ndiyo linatupa yale zile amri kumi ambazo sisi wote tunapaswa kuendea ili tuwe na furaha kila siku na tuwe watu wema na wakamilifu duniani. Istoshe watu wengi wamehubiriwa neno la Mungu, wameambiwa kila siku. Istoshe, barabarani, kanisani, misikitini na sehemu zingine mbalimbali za ulimwengu, lakini binadamu hao hao wameendelea kulikataa neno hili na kuweza kufanya matakwa yao ambayo yanayoongozwa na mfalme wa ulimwengu huu ambaye ni Shetani, anayowakabili na kuendelea kuwateketeza ili wakose uzima wa milele. So hili ni jambo ambalo linasikitisha, kwa sababu isitoshe, watu wengi waliomo katika mfano huu, mara nyingi wanaitikia wito, ila hawazai matunda, kwamba hawataki kufanya yale mema. Na ukiwauliza wengi wao, wanakwambia maisha yamekuwa magumu, hatuna hatuna namna ingine yoyote ya kufanya isipokuwa kuendelea kutekeleza mambo mabaya. Na istoshe, ukitizama, si kwamba hawajapata fursa katika maisha yao ya kujiendeleza kimaisha, ili wawe vizuri bila kufanya ubaya wowote, ila wenyewe wameamua kuendeleleza tabia za kutoza rushwa au kupana rushwa, kuua ili wapate mali na mambo mengine mabaya mengi, wakifanya usherati makahaba, so na wengine wakifanya mambo ya ukrimino huku wakitaka utajiri na kupata maisha mazuri ya njia za uharaka huku wakisahau kwamba hizo njia sio njia halali, na hivyo vitu wamevipata kwa njia zisizo sawa. Na isitoshe wengi wao wanapoteza maisha yao, na wengi wao huwa hawaishi kwa usalama na amani na furaha, wana wengi wao, huku wakiendelea kuteseka na majonzi. Lakini tumeona kwamba mstari wa nane unazungumza kwamba mbegu nyingine zikaanguka kwenye udongo mzuri, nazo zikaanza kuzaa matunda, nyingine mara mia zaidi, nyingine sitini na nyingine thelathini. So hawa ni wale watu ambao kweli wamekubali kwamba ni Mungu Yehova aliyewaumba na wanapashwa kwa njia moja wala nyingine kujiendeleza maishani mwao kama anavyotaka yeye Mungu aliyetoa zile amri kumi, na wanazitekeleza kwa vyovyote vile, kwa matatizo ya ulimwengu wa leo na mambo ambayo tofauti, wamekubali hata vifu wauawe ila wasikosee, kama Yesu Kristo alivyokuja kujitolea kwa ajili yetu na kuuawa kwa ajili ya dhambi zetu, ili tupate uzima wa milele na yeye akapewa cheo cha kuwa mfalme wetu. So hayo ni matunda tosha ambayo alitupea mfano sitoshe, na sisi tukijiendeleleza katika mambo mazuri ya kumtegemea Mungu aliyetuumba na kutekeleza zile amri kumi kwa vi, kwa vielelezo na kuweza kuvifanya katika matendo, lazima istoshe, tutakuwa watu wazuri duniani na hata dunia itakayokuja pia tutapewa uzima wa milele na istoshe ikiwa wewe unajiendeza vizuri kila siku, huna lawama yoyote ya mtu ambaye uliyefanyia vitu vitendo visivyo, haujafanya mambo mabaya, unaendelea kujikaza ili uwe mtu mtenda mema, lazima moyoni mwako utakuwa na furaha na utajisikia huru kila siku. So, shukran. Hiyo ilikuwa ni kwa mfano huu kwamba kielelezo, na ilikuwa kwa ajili ya kuweza kufunza watu ambao walio na mioyo safi waweze kusikiliza neno la Mungu na kuweza kulitekeleza na kuweza kufanya matendo mazuri kila siku, ili wawe na furaha na amani. So kwa hivyo basi na nyinyi pia endeleeni kufanya hivyo hivyo kama mfano wa Yesu anavyozungumza hapa, tuwe watu ambao tuko na udongo mzuri, yaani mili zetu tuliopewa na Mungu Yehova, tukiendelea kuitunza bila kufanya mambo ma maovu, wesharati, kuiba na kufanya mambo mengine yasiyo mazuri lazima tutakuwa na mioyo safi na mili yetu itakuwa imetakata kabisa, itakuwa meupe kiasi kwamba hizi mbegu zikipandwa yaani, neno la Mungu litaingia na kufanya kazi na kuwa watendaji bora na kuwa na furaha zumuni letu, ni uwe na furaha kimwili na kiroho. So asante sana, shukran Tuonane tena baadaye katika mada nyingine, na katika mifano mingi ambayo alitutolea Yesu, na mingine mifano ya wale watendaji walio tuanzilisha sisi, na pia na wakati ujao, na mifano kutoka kwa Mwenyezi Mungu yeye mwenyewe Yehova, ataendelea kututolea ili tuendelee kuwa safi kiroho na kimwili. Asante sana, Shukran kwa wote wanaotusikiliza. Kumbuka kwamba usisahabu kusubscribe, kulike na kucomment katika channel yetu hii, ili tuendelee kuwa na motisha wa kuweza kuwatolea vipindi zaidi ambavyo vinavyo wagombeza watu, ili wawe na furaha kila siku, pamoja na happiness every day, kila siku hapa duniani na wakati ujao pia katika mioyo yao na katika mili yao. Asante sana, shukran. Tuonane tena baadaye.